Anasema waman khaffafa fihi an mamlukihi khaffafa Allahu anhu hisabahu. Ukawa una kijakazi ama una mtu ambaye umemwajiri anakufanyia kazi, labda pengine ni mtu ambaye anashughulika shambani na kukulimia, ama ni mtu ambaye anakufanyia usafi nyumbani, ama anakufanyia aina yoyote ya kazi, kwa sababu umemwajiri wewe Ukaona ni mwezi wa Ramadhani, kwa baraka za mwezi wa Ramadhani ukaona kwamba umpunguzie kazi zake, kwa kufanya hivi, tukumwambia ah, wanafanya kazi kifika saa sita, pumzika, yaani iwe anafanya nusu siku, sio kwa jinsi venye tunaona kwa baadhi ya waajiri ambao tunawaona wamewaajiri baadhi ya watu, yaani mtu ameajiriwa kazi anazozifanya ni ngumu mshahara anaoupata ni kidogo, tena hapo anatusiwa hivyo hivyo, na mtu huyu amefunga. Inakuwa huyu aliyemwajiri hana hata huruma ya ubinadamu. Na unaweza ukashangaa mwenye kufanya hivi naye anadai ni Mwislamu, Mwislamu kabisa mpaka mnaenda mna swali na yeye, lakini anamfanya huyo ambaye, kwa kuwa amemwajiri, mi ni sawasawa na amemmiliki. Sio hivyo. Mtume anatuambia hapa kwamba waman khafafa fihi an mamlukihi khafafa Allahu anhu his, an hisabahu, na mwenye kumpunguzia uzito yule anayemmiliki, ikiwemo kijakazi, ikiwemo nani, Mwenyezi Mungu ata atakufanyia wepesi katika hesabu yako siku ya kiyama, atakuonea huruma kwa sababu ya kumhurumia huyo ambaye unammiliki.